Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Madaba. Tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Madaba amepokea kibali cha ajira chenye kumbukumbu namba FA.97/288/01/A 25 tano cha tarehe 25 mwezi wa 4 2025, kutoka kwa katibu mkuu ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Hivyo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Madaba anatangaza nafasi za kazi na anakaribisha maombi kwa Watanzania wenye sifa za kujaza nafasi hizi kama ifuatavyo. <coughs> mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi mbili. Sifa za mwombaji kuajiriwa wahitimu wa kidato cha 4 form 4 wenye shahada diploma ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili. Aidha, awe amefaulu somo hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja, na kufuata mafunzo kupata mafunzo ya program za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, Internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. <coughs> Kazi na majukumu ya mwandishi mwandesha ofisi: kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni na kuwasilisha shida zao na kuwaeleza wanapoweza kushughulikiwa, kutunza taarifa za kumbukumbu ya matukio, miadi, tarehe za vikao, safari za mkuu wake na ratiba za kazi zingine, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika idara kitengo au sehemu husika, kukusanya na kutunza au kurejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika, <coughs> kupanga ndondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali, kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi na kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi. Mshahara: kwa kuzingatia viwango vya mishahara ya serikali TGSC1, kwa mwezi. Msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, nafasi saba. Sifa za mwombaji: mwombaji awe na cheti cha kidato cha nne <laughs> au kidato cha sita aliyehitimu stashahada au NTA Level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali na mwenye ujuzi wa kompyuta. Kazi na majukumu ya msaidizi wa kumbukumbu kumbu daraja la pili: kuorodhesha barua zinazoingia masijala kwenye rejista, kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi, kusambaza majalada kwa watendaji, kupokea majalada kwa watendaji kupokea majalada yanayorudi masijala toka kwa watendaji, kurudisha majalada kwenye shabaka au kabati la majalada, kufuatilia mzunguko wa majalada nje na ndani ya taasisi. <coughs> Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia viwango vya mishahara ya serikali, TGS 1 kwa mwezi. Dereva daraja la pili, nafasi tano. Sifa za mwombaji: mwombaji awe na cheti cha kidato cha 4 form 4, 4 na leseni ya daraja C au E ya uendeshaji magari ambayo ameifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja, bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari, basic driving course, yanayotolewa na, na chuo cha VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Kazi na majukumu ya nafasi za dereva: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali wenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali, kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari. Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia viwango vya mshahara ya serikali, TGSB 1 kwa mwezi. Masharti ya jumla. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri wa kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45. Waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi yanayojitosheleza detail curriculum vitae ya yenye anwani inayotumika namba za simu zinazopatikana, na, na anwani ya barua pepe email address, pamoja na majina ya wadhamini watatu wa, wa kuaminika <coughs> Waumbaji ambao tayari ni watumishi wa umma wapitishe barua zao za maombi ya nafasi ya kazi kwa waajiri wao. Maombi yote ambatane na nakala ya veti vya elimu na taaluma vilivyothibitishwa na mwanasheria uwakili, ambavyo ni veti vya kidato cha nne cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho, na veti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika, diploma, certificate cheti cha mtihani wa kidato cha 4 na 6 computer certificate, na vyeti vya kitaaluma testimonial result, statement of result, hati ya matokeo ya kidato cha 4 <coughs> na 6 havitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na vimethibitishwa na mamlaka husika, yaani TCU, NECTA na NACTE. Waombaji waliostafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 9 Juni <coughs> 2025. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektronik wa ajira poto, yaani recruitment poto, kupitia anwani ya poto.ajira.go.tz maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatashughulikiwa. Barua ziandikwe kwa anwani ifuatayo: ofisi ya mkurugenzi mtendaji w al wilaya halmashauri ya wilaya ya Madaba, 38 barabara ya Kifaguro, Magingo, SLP 10 57 186, Madaba, Songea. Imetolewa na Sajidu Ai Mohamed, mkurugenzi mtendaji wilaya ya Madaba. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau <coughs> kusubscribe kulike na comment katika channel yetu. Asante na karibu. Lakini bila kusahau, kwa taarifa zaidi na update za haraka zaidi, unaweza kujiunga na channel yetu ya Telegram. Link nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Asanteni na karibuni.